kisha masakina masakina kushoto, idha hadara idha hadara naam. Kwa hapa pia unasoma mpaka chini hapa kwenye khalisati khalisati, ukurasa hamsini na tano ameandika hapo ya muddu bi maqdari harakatain, atavuta kama kadiri ya haraka mbili. Kisha anaandika hapo kuna ain ina kasra, kisha mbele kuna ya ni sukuni maana yake ni kuwa herufi yenye kasra ikifuatiwa na kama kadiri ya yenye sukuni utavuta haraka mbili. Imeandika hiyo navuta ya nini. Pili na kasra na mbele kuna ya yenye sukuni nini katikati hapo ni lili, navuta ya lamu ya pili na kasra na mbele kuna ya yenye sukuni

khashiyati khashiyati, shoto kabisa. Kwa ni sa'idina, naona kwenye sa na kwenye li sa'idina chini hapo. Hadhihi nafuta kwenye hapo, sababu hiyo alama ya kuvuta juu hapo, na kwenye hi alama ya kuvuta chini, kwa navuta hi. Hadhihi katikati, fi hima fi hima, shoto abihi

Shoto bidhanina bidhanina. no. Chini hapo dhakirina dhakirina. Kisha aswabihi aswabihi. Kisha bizakatika bizakatika. Chini hapo masakina masakina. Kati adhanihi adhanihi kushoto biziyadatihi biziyadatihi kisha kurasa unafuatia 56 andika hapo juu herufi ta ikiwa na kasra t kisha sema sasa sana t alafu mshoni kaka mawili mawili ya herufi ta hayo yakiwa na kasra t t isipokuwa hizi mbili za mwisho kutazama zina mbili za duara zikiwa kama hivi ni ta zikiwa zina nukta mbili hivi ni ta zikiwa hazina nukta inakuwa ni aha aha kwa hiyo utakuwa nao makini. Ikiwa na nukta mbili kama hivi ni ta, herufi ta ikiwa haina nukta kabisa, inakuwa ni herufi ah. Uh, hapa ni t t t t kwa kusema kulia, na sihati na sihati, katikati rafiati rafiati, kushoto atarati qatarati, na chini hapo ghashiyati ghashiyati, katikati dahidati dahidati mwisho kule kushoto, akhirati akhirati. msaa nafatia yavo, kulia chini, madajia madajia. Katikati, wa abihi wa abihi. Kushoto, wala bihi wala bihi. Nafatia taamihi taamihi, nukta mbili ta, nukta aamihi katikati alihati kisoto alihati. Hijarati hijarati sama fatia bisw haf bisw hafi katikati maridha maridha kisoto safinati safinati sama fatia aamini amini, amini. Kwa kisha tijarati

asani. Kisha qalami, qalami. Kisha kushoto Karimati. Karimati. Nam. Chini shini hapo, naswihati naswihati katikati, manazila manazila kushoto, fi narihi fi narihi, nam. Kisha wajaalani

kisha binaihi binaihi kisha isa isa kisha malaikatihi malaikatihi kisha alihatina alihatina kisha lisani lisani. Na baadaye hapo nakuja ukurasa hamsini na nane, na hapa vilevile hakuna kitu kipya sipokuwa ni kusoma fijidiha fijidiha, katikati imaniha imaniha, kushoto warisha warisha. Huko sasa vile vile utasoma kuanzia hapo juu fijidiha mpaka chini hapa kwenye yeah. wifako wifako.